sehemu ya nne machozi ya mapenzi msimulizi wenu ni mimi mustafa feluz mlango mkubwa wa ukumbi ulipofunguliwa ukatokea ukimya mzito kama wa dakika za maombolezo kisha sauti ya wapiga makofi wachache ikaanza kwa aibu ikakuwa taratibu ikawa kama mawimbi ya bahari amina alisimama pale machozi yakimtiririka mashavuni Musa alisimama, alisahau alichokuwa akizungumza, alisahau umati, kamera, viongozi walioketi mbele, alimwona Amina tu. Dakika ile iligeuka kuwa milele. Alichukua hatua mbili mbele, kisha tatu, na Amina akamkimbilia, wakakumbatiana katikati ya jukwaa kama vile walikuwa wamesimama juu ya dunia yao wenyewe. Amina hakuwa mwepesi wa kukata tamaa. Baada ya juhudi za ndani zisizozaa matunda, alibadilika kisaikolojia. Alianza kujifanya mtiifu, alikubali kula, alikubali kuvaa vizuri. Baba yake aliyekuwa na haraka ya kuandaa harusi na mwana wa balozi aliamini binti yake amekubali ya hatima Akapunguza ulinzi, simu yake akarudishiwa, lakini kwa uangalizi. Amina alijua kila sekunde ilihesabiwa. Kwa msaada wa mfanyakazi wa ndani yule yule, yule aliyemsaidia kuandika barua ya kwanza, aliweza kupata laini nyingine ya simu na kuanza mawasiliano na mwanaharakati wa kike aliyekuwa rafiki wa mama yake zamani. Mwanaharakati huyo alimfungulia njia kupitia shirika lisilo la kiserikali, ikaanza uchunguzi juu ya kukamatwa na kufungiwa kwa watu bila idhini ya mahakama. Habari ziliposambaa, gazeti moja la kimataifa lilichapisha habari hiyo kwa kichwa kikubwa: binti wa waziri afungiwa kwa kupenda masikini. Ilikuwa aibu kubwa kwa familia ya Amina. Baba yake alilazimika kukanusha kila kitu adhalani, lakini Amina tayari alikuwa amepewa uhulu wake. Alitoweka nyumbani usiku mmoja, akasaidiwa kusafirishwa hadi mji mwingine chini ya ulinzi wa mashirika ya haki za binadamu. Akiwa huko alisikia taarifa ya uzinduzi wa kitabu cha Musa kupitia redio, na hapo akaamua kujitokeza, si kwa kujificha tena, bali hadharani mbele ya dunia yote. Baada ya uzinduzi, Musa na Amina walikaa pamoja kwa mara ya kwanza wakiwa hulu wakikumbuka kila jelaha kila njozi kila barua ya moyoni, lakini walijua wazi kuwa vita havikuwa vimeisha. Baba yake Amina, licha ya kukosa nguvu kama mwanasiasa kutokana na kashfa ile, bado alikuwa na ushawishi mkubwa kinyume cha sheria. Alikuwa ameapa kwamba Musa atalipa ghalama ya kumwalibia jina. Muda mfupi baada ya uzinduzi Musa alianza kupokea vitisho vya kimyakimya, simu zisizojulikana, watu walimfuata balabalani, mlango wa nyumba yake kukuta umefunguliwa bila kuvunjwa. Amina naye alianza kupokea ujumbe wa dhihaka kutoka kwa ndugu wa baba yake. Lakini tofauti na zamani, safari hii hawakuwa pekee yao. Mashirika ya haki, waandishi wa habari na mashabiki wa kitabu cha Musa walisimama nyuma yao. Mhalili wa kampuni aliyochapisha kitabu hicho alijitolea kuwa msimamizi wa kisheria wao. Mama yake Amina alianza kujitokeza hadharani kumtetea binti yake. Kwa mara ya kwanza, sauti ya wanawake ilianza kushinda kelele ya mabavu. Siku moja, walipokuwa wanakula katika mgahawa mdogo, Musa alimshika mkono wa Amina na kusema sauti ya chini, Amina, kama ningekuwa na uwezo, ningekuoa leo. Amina alicheka kwa machozi na kama mimi ningekuwa na mamlaka ningekufanya mume wangu. Jana, kwa msaada wa marafiki wachache walipanga ndoa ya siri iliyofanyika katika nyumba ya Luhuza, mwalimu mstaafu aliyekuwa kama baba yake Musa. Waliohudhuria walikuwa wachache, lakini kila mmoja alibeba upendo mkubwa. Hakukuwa na harusi ya kifahari bali kulikuwepo na kiapo cha mioyo miwili iliyopitia jahannam na kurudi hai. Baada ya ndoa hiyo walihamia mji wa mbali, wakiishi kwa tahadhari, lakini kwa uhuru. Musa aliendelea kuandika, sasa si tu hadithi ya mapenzi, bali pia riwaya za ujasiri na uhasi dhidi ya udhalimu. Amina alianza kufanya kazi na mashirika ya kutetea uhuru wa wanawake akisaidia mabinti wengine waliokuwa wanateseka kimya kimya. Je, maisha yao mapya yatadumu? Na je, nguvu ya pesa na siasa itaachana nao sasa, au kuna mtego mpya unaosubiri kona ya maisha yao mapya? Sehemu ya tano inakuja. Msimulizi wenu ni mimi Mustafa Feluz.